wa Saboti Caleb Amisi amedai kuwa chama cha ODM kimeuzwa kwa serikali, akisema baadhi ya wanachama na viongozi wa chama hicho wanatengwa na uongozi uliopo sasa. Akizungumza huko Trans Nzoia, wakati wa kutoa fedha za ufadhili kwa wanafunzi, Amisi amesema tangu aliyekuwa kinara wa chama Raila Odinga kuaga dunia, ODM imekumbwa na mgawanyiko mkubwa. Amisi akidai serikali inahusika na, na migawanyiko hiyo. Pia ameonya kuwa iwapo baadhi ya viongozi wataendelea kutengwa, yeye na wenzake wanaweza kujiondoa ODM na kuanzisha chama kipya kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Chama wameuzia William Ruto, sawasawa. Alafu wameweka hapo mzee mkongwe anaitwa Oburu Mtu, paka umwambie kitu ya kusema ndio aongee. Sasa watu wangu, niko hapa kwa heshima kwamba chama imeuzwa kwa William Ruto, na William Ruto amesema Caleb afukuzwe, wamesema Ed, Edwin Sifuna afukuzwe, wamesema Babo Wino afukuzwe. Hadi wanataka wakufukuza watoto wa Raila mwenyewe, Winnie Odinga.